Mashtaka <laughs> nii mazukumu ile la chini ibara hamsini na tisa kifungu b hamsini na tisa eoi niiaukumu a ambapo mkurugenzi wa mashtaka anakuwa huru katika ibara ndogo ile inasema, katika mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru hata huru, hataingiliwa na mtu yeyote au mamlaka yote na kuzingatia mambo yafuatayo: a, ni ya kutenda haki; b, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na c, masilahi ya umma yale yaliyozungumzwa hapa, na nao viongozi wayazingatie. Huu ndio mwongozo wenu, ni ya kutenda haki. Tuishi hivi vitu, kuna maisha baada ya hapa, baada ya utumishi wa umma kuna maisha. Kabla tuwa tujaenda huko, tunakuendaga kuna maisha Mwisho ya jambo la mzima kesi ndio nasikiliza wewe. Anafikia mwisho, unaita nani prosecutor unamkamata huyo mtu na sheria inasema mkimrudisha siku hiyo iendelee kwa sababu ni discontinuation, iendelee pale ilipoishia iendelee. Kwenye hili mimi nakiri sisi wenyewe mahakamani tumekuwa wazembe wa ku-enforce kile kifungu kwa sababu kiko wazi. Mbona mimi kwangu alikuwa hawaleti, yani, nilikuwa nakataa. <laughs> Hawa, tusiwendekeze, hatuwezi kwenye justice jamani, justice. Alafu Mungu huwa ni rafiki wa watu wanaotenda haki, alafu hapendi kabisa wale waonevu, atakuwajibisha tu, hata kwa unatembea unaitwa mheshimiwa nani. Sisi wenyewe tusigeuke kuwa Mungu. Yani tumefikia hatua, mimi ndio nimesikia haya kwamba hamtaki kesi sikilizwe mapema kwa sababu eti huyu mtu ataachiliwa mapema sijui nini, nini. Wewe umekuwa Mungu, alafu kila siku nakuona unaenda kanisani Jumamosi, Jumapili Mnyinyi wa mkoa mjue, kuna kitu kilikuwa kinaitwa miji ya makimbilio. Ambaye aliwa bila kukusudia, alikimbia mbio ili asilipizwe kisasi anaenda mpaka kule kwenye ule mji. Akifika kule anakaa, akisha ingia kule, wewe unayemfukuza muue, huwezi kumgusa. Kesi itasikilizwa kuthibitisha kweli huyu aliwa bila kukusudia. Yule bwana atakaa pale, atafanya akiwa huru, anafanya shughuli zote. Haya magereza hayo mnaozi magereza haya yeah, hapo ndipo alipotoka, ilikuwa sehemu ya kwa reformu. Afu baadaye narudi kwao. Mimi ninachojua mtu anayefanya kosa kubwa kama kuua ana life time punishment, yaani sentence yake ni life time. Ndio maana mimi niko hapa, hakimu hapa na jaji na hukumu hapa. So, mtu ameshaua mkewe, kaua mtoto, kaua baba, ameua mdogo wake, kaka yake ameua, dada yake ameua, mtu anakimbia mwenyewe anaenda polisi anajisalimisha, nimeua, na hawa jamaa wanamchaji sijui na mada. Hata kama ushahidi ni manslaughter, kwanza anzeni kusitaki watu kwa manslaughter moja kwa moja. Hatunataka kupunguza haya makesi? ushahidi wenyewe ni wa mada, ni wa manslaughter, mnafungua ichaji ya mada kwa nini? Kwa nini mtu anakukataza kwamba ufungue information ya manslaughter moja kwa moja? Kama mlikuwa mnafanya, kama mlikuwa mfanye fanyeni, Sisi tutabadilisha hiyo sheria ya ya, ya, ya, ya, magistrate court yetu, haya mashauri ya manslaughter yatasikilizwa na mahakama ya mkoa. Akaenda <laughs> hey, yani, kwa polisi akajisalimisha, akasema niliua lakini ni kwa bahati mbaya, sijui ni mfumania ugoni sijui alinitukana, whatever adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa. Huyo mtu amesha juta, ameshajifunza amesha jifunza, mnataka ajifunze namna gani? Alafu nani aliyesema makosa ni ya kuua tu? huku virushwa rushwa tunavyochukua huku, alafu anayechukua rushwa ndo amemng'ang'ania hii, tutaimaliza <laughs> hii tutaimaliza. Mimi sikuandika ile, imesema tumejawa uzembe, tumejaa na rushwa na kutokuwajibika. Tumeshafikia hatua hiyo. <laughs> Mimi natambua rifomu na juhudi kubwa zinazofanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa sasa na timu yake, lakini tunataka mbadilike kifikira. Sisi huku hatutaikondoni ile, na tunakuja na rifomu rifomu nyingi, mpaka no stone will be left unturned tufike tunakotaka kwenda. Yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu sisi kama binadamu, Mungu ametuintazi tutekeleze haki, tuyatekeleze. Yale yanayotushinda sisi wenyewe hatuwezi kujifanya ni Mungu. Na ndio maana nasema tumefuga, kwa sababu ya kuendekeza mambo haya, sijui polisi anafanyaje na DPP anafanyaje. Tumebridi wahalifu, ndio maana makosa yanaendelea kwa sababu yule mhalifu hawajibiki. Na kesi nyingine upelelezi unaendelea tu unaendelea tu unaendelea tu haupo. Hizi kanuni itakuja. Kwa hiyo niombeeni sana, hatuwezi sisi kusukuma na vitu vingine vyovyote. Alafu mmebuni kitu gani hicho? Mnasema kaulimbiu yenu mfungwa au ni kitu gani? Wamesimaje, mama Mesemaje kumfungwa? Yes. Eh? a ka wafanyaje ka kurugenzi ka, ka, sasa kama ni kufungwa au kuachiwa, mbona mnaleta mna, mna, mna vitu ambavyo sivyo, kwa ni ni nini? Hamtaki kama kuachiwa, achiriwe mapema. Alafu ni ubunifu gani ninyi mkishatoka kwenye katiba na sheria, mtafumba mtafambo katiba imesema ninyi mtaongozwa na nia ya kutenda haki, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na masilahi ya umma ya ishini hayo. Tuna mashauri na ninaombe mawakili Tanganyika Law Society niwaombeni sana. Naibu mwanasheria mkuu wa serikali ametushauri vizuri hapa, sisi katika kukuza uchumi na biashara kama nilivyosema asubuhi, tumekuwa na utaratibu wa kushughulikia baadhi ya mashauri haya kuya fast track. Kwa mfano, zile commercial cases, tukaanzisha mahakama mahususi ya mashauri ya biashara, lakini pia tuna tuangalia pia na usuluhishi. Tunayo ma mashauri ya kodi huku kwenye mahakama ya rufaa, mashauri ya migogoro ya kibenki mikopo haya tutaendelea kuyashughulikia kwa namna ambayo tunayapatia kipaumbele ili yamalizike mapema. Niwaombe kuwashauri, nadhani na mheshimiwa majaji Masabu amewashauri hapa alipokuwa anarejea zile kanuni. Kesi nyingine ni za kumalizana tu, kuelewana. Kama kesi ni, ni ya kushauriana, wamalizane kwa suluhu, wamalizane tu. Sisi kwenye mahakama ya rufani hatujaweka kanuni ya usuluhishi na hatutakaa tufanye kusuluhisha, lakini mtu akija, parties wakija wakasema, sisi waheshimiwa majaji, tunaomba hili leo tusiendelee, twende tumalizane, tumeshaanza mazungumzo, sisi tunashangilia, kwa sababu pia ni maelekezo ya kikatiba kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya watu wanaohusika kwenye migogoro. Ibara ya 107 a sabato2d, tuwaombe tekelezeni wajibu wenu kwa ufanisi kwenye eneo hili. Ninyi ni watu ambao ni very competent, mkiona kesi yenyewe wanaweza kumalizana amicable, kidugu washauri wa, wa, wa, wa, wa tu jamani, ili tuelewane tu hapa, tuzingatie zile kanuni na, sambamba na hilo, ikiwa hiki kesi huku yuko inasubiri kusikilizwa, mashauri yote haya ya kodi ya komasho ya, ya kibenki huko, wananchi wameanza kushauriana wao wenyewe kwamba yamalize. Ninyi ambao ni parties kwenye hizo kesi, mawakili mtujulishe basi huku mahakamani kwamba jamani, wateja wetu sisi wana, wana negotiate. Ili kesi hiyo tusipange kwenye sesheni ikaenda kuchukua nafasi ya mtu mwingine ila tutawataka mkimaliza mtuletee taarifa kwamba tumeelewana, kama mnakuja kurekodi deed of sijui kitu gani pale, au vyovyote vile wavyo, mnaweza kumesha file deed of settlement kwenu huko, mmemalizana, sisi mnaondoa sawa, but mtujulishe hiyo. Fanyeni, lakini serikali na mwanasheria mkuu wa serikali tumemshauri asubuhi, na nashukuru naibu mwanasheria mkuu wa serikali ameongea vizuri Miswoni, tija wananchi kabisa wa kawaida <laughs> wanapaswa alipe staili yao labda ya fidia ya, ya, ya ardhi, alafu mlipaji huko tayari, sisi tunaweka vitechnicalities. Kwa hiyo zile hela tuzichukue baadaye atulipe sisi, au what is it, naam? <laughs> alafu vitu vingine serikalini tunakosea tu, tunakosea. Haki iko kwa mwananchi, apewe. Hatuna sababu ya kupinga pinga tu huko mahakamani. nimeesha mwelekeza Solicitor General atuletee maoroza ma shauri yote ya dhidi ya serikali ambayo natueleza katika mashauri ni yapi ambayo wako tayari kuyasetu amicable na yako katika steji zipi? Kile nalo tulimalize. Tumezungumzwa hapa sisi juu ya kucherea kupatikana kwa nakala